Dada hapa chini, lengo la kuja hapa TikTok ni kwamba wauzaji vipodozi tumewachoka. Mnatuuzia vitu ambavyo ni feki, mnatumia majina yenu kutuharibu ngozi zetu. We dada, najua una jina sana, samani sana, nimenunua mafuta kwako, nimenunua rosheni kwako, nimekungisha karibu laki mbili, ambayo mimi mwenyewe ningeenda kuweka kwenye biashara yangu nikapata hata pesa, lakini ambapo sijapata matokeo, nakuja kuja kukuambia, unanichukulia poa na unaniblock. Una maana gani kuniblock? Una maana gani hii sugu zilivyoongezeka hii sugu ni mchezo. E mwona, ni sikuwa hivi mimi. E? Eh? Sikuwa hivi. Sikuwa hivi nimeharibika hivi. Ndio zi sugu zimezidi. Ifike mahali bwana. E mwani wanisheni seti. Seti ilikuwa hapa. Nimenua hivi vitu vyote kwaki. Hivi hapa. Hii hapa. Hii hapa. Naona. Hii hapa. Na unga juu hapa, unga uko umechanganywa na shawajeli. Dawa ya sugu hii hapa, mpaka inaisha hamna chochote. Hii hapa shawajeli. Hii hapa dawa ya michilizi, hii hapa losheni na unga juu nimenunua. Hamna lolote. Nimemwona TikTok nimemwambia kaniblock kwa sababu nimeongea ukweli. Jamani, ifike mahali wauzaji vipodozi, msomee jamani. Kuwa na account kubwa TikTok mnatufanya sisi watu mnatuuzia vitu vya ajabu kwa sababu mna account kubwa mnajulikana. Jamani, mmezidi, naacha niseme ukweli. Janet Store, Janelle Store. Kuwa na jina, yani eh eh Marafiki zangu waliniambia huyu dada hapana, usiende lakini, mimi kwa sababu ya vile ni mtu mkubwa na unavyonishawishi nikuwa na kula matunda mwenyewe, nikasema hapa basi lazima niwe na ngozi nzuri. Jamani dada, yaani sijui <gulikimu> niongee nini. Wauzaji vipodozi wote, msomee jamani. Mnatuuzia vitu vya ajabu, kitu hujui. Unatoka tu umetoka huko kwenu, hauna maisha, unapata kimteji tu kidogo, unakuja kuingia kwenye game, unaanza kuuza vipodozi ndio mnachotufanyia, mnatuharibu. dawa ya michilizi mtuambieni ukweli, dawa ya michilizi hakuna. au yani, jamani, mi kuna mama moja nimemtafuta muuzaji vipodozi, mama B. Jamani, mama ni mkweli sana, mama B. Yani nakwambia ukweli, dawa ya michilizi lakini watu mnatudanganya, mnachukua hela zetu, laki mbili sio hela ndogo jamani, laki mbili ni hela ya mtu jamani, mshahara wa mtu laki mbili. Eh, unani block una maana gani kuni block? hmm? Unaogopa nitakuposti eh? Sasa kama unajiamini na kazi yako, kwa nini una maana umepost ume, ume, ume inanili kitu hapo TikTok? Nimecomment umefunga comments, kwa sababu umeona nicho kisema ni kweli. Lakini ingekuwa ni mtu anayejali, angenifuata kuniuliza, dada, tulikuuzia kitu kibaya, moja mbili tatu, ilikuwaje? Unammsikiliza mteja wako eh, basi pole, tumekosea sisi, ni binadamu. Unanipa kitu au unanipa nanili solution nyingine. Lakini unavyo mnavyokuwa mnatufanyia sio pesa, inauma. Laki mbili sio hela ndogo jamani. Laki mbili sio hela ndogo. Mimi mwenyewe nauza mashuka sipati hata hiyo laki mbili jamani. Eh? Mimi ni muuzaji wa mashuka nauza maduveti na nini sipati faida ya laki mbili. Nikiuza nikipata hela nyingi sana elfu tano, elfu nne. Nyie mnakuja tunawetea laki mbili hiyo mnapata mafaida ya kutosha lakini bado mnatupiga. Kwa nini yakini jamani? Kwa nini? Eh, muona sugu kama nimechomekwa na nanilia hapa. Eh? Hata kama jamani, eh, najuta hata kwa nini niwezaga eh, eh? eh, ni kujichubua. Najuta nilikuwa na karanga kanka nzuri jamani eh? Eh? Niiteni mbwa kama nitawadanganya. Nasemaje? Mniite mbwa kama nitadanganya. Hakuna siku katika haya maisha utawahi pata mtu aliye kuzidi kimaisha ana chuchuchuchu nyingi katika maisha yako. Nimesemaje? Nimesemaje? Hakuna siku utakayopata mtu aliye kuzidi kimaisha ana chuchu chuchu, anang'ang'ana anajaribu kukuweka wewe chini. Never. ni hawa lala hoi, ni hawa mbwa koko wanangoja kwenda kuchokora mapipa, wakikuona wewe unakula chipsi. chuchu chuchu, maana anajua hizo chipsi eti zifikia mbwa koko. Ujambo chuchu chuchu ni za nini? nimekushinda kimaisha, fanya bidii utafute yako chuchuchuchu zako hazitakusaidia popote. Tunakuja hapa kwenye mitandao, mtu yoyote atakaye comment utopolo, mtu yoyote atakaye comment vitu ambavyo vieleweki, mtu yoyote atakaye kutusi, wala like, nenda kaangalie peji yake. Hey, mama anateseka, anateseka <gabu> kwani anaumwa nini? ah kinamkuta huko aliko, hali si hali waifai yenyewe, anaomba jirani, lakini hapa ana masimango, moyo wake ameukunja, ana matusi mingi, ana asira na wewe, na hakujui una nini? Mbwa koko jamani, tafuta tafuta kwa nguvu zako zote ambazo unazotumia wewe kunitukana mimi, uwe chiwawa jamani, ukaekwe kwenye nyumba nzuri ukiendelea hivi utabaki mbwa koko mbwakoko, eh. Mtu yeyote atakaye kutusi hapa mtandaoni, nenda kamchunguze, hana lolote, they got nothing. Hawana hata nusu ya kitu ulichokuwa nacho wewe tu, simu yake yenyewe mbovu, kamera yake haionyeshi sijui ya, ye mwenyewe hata hajui kama alikula lunch ama hakukula hiyo e, lunch alikuwa naisefu ndio jioni ifike aende akale. Wengine wao hata yani, ni huzuni kwa kweli. Wengine paka wana mitoto yao inateseka, lakini habari za mitoto yao haiwahusu maisha yako wewe, kukutukana wewe kwenye mitandao ndio kinawahusu. Wakioniwa sefu mbwakoko, mgeuke muwe chiwawa Mwache roho mbaya, mnaumwa kisa na maana. Wewe umeeka malengo yako kwa maisha ya mtu usiojiwekea, malengo yako we mwenyewe, maisha yako yakataradadi vizuri, mbwa. Umenisikia man, I'm so disappointed in you guys. Nachekesha. Jamani, naomba tu nisitagiwe mimi nikaambiwa nenda kwa huyu huyu ni mkweli no, naomba nisitagiwe nataka niongee kwa upande wa uza vipodozi, alafu niongee kwa mteja. Ngoja nianze kwa mteja. Darling, ngoja mimi nikuelekeze kitu. Sisi hatu. Janelle atengenezi hivyo vipodozi. Janelle atengenezi, Janelle ananunua. Na sisi katika kununua kwetu vipodozi au kumuuzia mteja vipodozi, tunasoma ingredients ingredients za products na unampa mtu kulingana na tatizo lako. Sasa sometimes unakuta hiyo product ambayo unamuuzia mtu ingredients zimefail, azipo kama vile zilizoandikwa, kwa hiyo ni mistake tu ya kaida ambayo inakuwa inatokea. And kuhusu sugu, kuhusu sugu asingekupa product ya sugu mimi ninge complain. Jana mimi ni mshikaji wangu ningemfuata na ningeenda kumsema, niwaambie mbona sasa yule demu analamika lakini ukampa product ya sugu, lakini product ya sugu alikupa. Na hizo product nyingine alizokupa ni nzuri za kung'arisha. Unaonekana ulitaka kung'aa sana lakini problem hapo ni hiyo dawa ya sugu alokupa haiku work out kwa sababu ukipaka kitu chochote cha kungarisha sana, kubadilisha ngozi yako, umo kwenye ngozi za mikono, lazima pawe peusi. Kwa sababu gani? Kwa sababu huku kwenye ngozi za mikono huwa loshi na naingii, kwa sababu hizi nyama za hapa nyewe, ni mashahidi, nyama za hapa zinakuwa zimejifungafunga kwa. Lazima kama unataka kitu cha kungarisha sana kuja mikono yako hivi, paka lotion, ingia hadi ndani na pia utumie products ya sugu. Kwa hiyo hapo ni products ndio ilio fail hiyo ya sugu. Ila sio Janeli kwamba ndo kafeli, kwamba ndo muuzaji vipodozi fake, kwamba yeye siyo hajasomea vipodozi, kwamba yeye siyo nini nini nini. Hapo ni communication to skills inatarajika, lakini si kuona umuhimu wa wauza vipodozi au mkoli. Mimi sikutajiwa sijui ni mkooni, mimi sitaki. That first. And secondly Sijaona kosa la Janeli. Ni product tu imefeli ambayo hajaitengeneza yeye. At least ingekuwa product yake tungeanza kusema eh, hey, product yake basi inatoa sugu, inaribu watu. Haijaitengeneza yeye. Yeye kasoma ingredient, maskini ya Mungu, kakupa kulingana na ingredient. Alafu kwa nyinyi wauza vipodozi ambao eti mnacomment mnacheka. <laughs> you people are harsh. Hebu unena kwenye WhatsApp yako, angalia kama huna complain kama hizo. Au jua kumtoa mtu chunusi, hajaum mtu. Mimi mwenyewe tu wewe unasema um, try thank you lakini hapana mm, mm. Mimi mwenyewe tu, kuna watu wanakuwa wanakuja na feedback mbaya, unaongea mteja anabadilisha products. Unacheka, unacheka nini? Comment za kucheka. Wengine wanatuma watu waende kuhataki kwa manenda kwa huyu huyu, ni mwema ni mzuri, natumia kama tangazo anguko la mtu. That is so bad. Hiyo ni kitu kibaya sana. Yaani, mtu anajaribu kumshusha mtu, kumwangusha mtu and you are there ku create hiyo kitu kwamba ije kwako hiyo favor sasa ije kwako. Nice ni kitu kizuri. Eh, hey, you guys, jamani mimi naomba nisitagiwe katika hiyo kitu. Sihitaji nyota yangu ishine eti ni shine kwa sababu ya tatizo la mtu. Kwa sababu ya anguko la mtu, na na na mikono kikombe hichi kiniepuke. I'm not there. Na mimi sijaona kosa lake. Sijaona kosa lake, mpenzi wangu. Kama ni mtumiaji wa vipodozi unajua kabisa. Huyu msichana anaonekana sio mtumiaji wa vipodozi lakini kama mtumiaji wa vipodozi unaelewa kabisa kwamba kuna side effects zinatokeaga sometimes, na kuna saa nyingine mambo yanakaa sawa. Na kuhusu faida, si mnapata faida? Na wewe karibu ufanye biashara uone kama tunapataga faida au hasara, kwa sababu unaweza ukamuuzia mtu vitu vya laki mbili ukapata elfu moja tu. Kwa jamani, stop that jamani, alafu uza vipodozi ndio mmenikera sana. Mna comment, mnacheka wengine, mnatuma watu kusema nenda kwa huyu anauza kitu kizuri, uhakika, kwa sababu mpaka zinaonekana kabisa kwamba zile message ni fake, kwamba mnatuma watu. Mnakera jamani anguko la mtu au mtu ambaye ana try kumwangusha mtu afu wewe, you are there, yani ku- kuwasha sata yako iwake sehemu hiyo, like serious. Utasema nyinyi hamna hizo feedback mbaya katika WhatsApp zenu, jamani. Hawa wa vipodozi au watumiaji wa vipodozi, mbona mnatufanya watu wa nini wa vipodozi tukose confidence? Mbona mnatufanyia vitu ambavyo hamfanyi kwenye huduma zingine? Mbona watu wa vipodozi mnatufanya tuone kama tumechagua kazi ngumu kuliko kazi nyingine yoyote? Jamani, mnatoka hapa mkipata kuumwa, mnaenda mahospitalini, unakwenda unatibiwa, unapimwa, tena yule anakupima kabisa, anakuambia una malaria anakutibu malaria, anakupa dawa za malaria, anakuambia, anakupima anakuambia una UTI, anakupa dawa za UTI, na unakuja nyumbani unatumia dawa za UTI, hauponi, lakini bado utatafuta hospitalini, utaenda taambia bwana, zile dawa za UTI nimekunywa, sijapona, atakwambia cheki kitu fulani. Lakini mbona kwa watu wa vipodozi mnatufanyia hivi? unakuja kwenye huduma kutaka vipodozi, umekuja labda una sugu, mtu anakupa dawa za sugu ambazo anaamini zitakuponya. Lakini ukienda kwako, ukitumia zile dawa zisipokuponya, lawama anapewa muuza vipodozi. Kwa nini mnatufanyia hivi eh? ina maana wewe mimi kukuhudumia mara moja, usipopona, basi imeonekana mimi nauza vitu vibaya, inaonekana mimi sina taaluma na ninachokifanya. Jamani, ifike muda muwaonee huruma watu wa vipodozi. Yaani mnawafanya kuna baadhi wanataka kuuza vipodozi, lakini wakiangalia shutuma mnazo wabebesha watu wa vipodozi, wanakosa confidence ya kuingia kwenye biashara ya vipodozi nafika, inafika muda uelewe, unapokuja kwangu mimi sina kipimo sawa, napima kwa mambo matatu. Ndio maana nikawaambia, unapoenda kutafuta huduma ya vipodozi, hudumiwa usiende kununua Utafika mtu atasikiliza background yako ya vipodozi. Bwana, mimi niliwahi kutumia tete monso, mimi nilitumia lotion fulani ikanifanya hivi ikanifanya hivi, churusi zangu zina muda huu zina muda huu. Muda huo unapoongea naye, yeye anachukua muda kuangalia ngozi yako ni ya aina gani. Kwa jicho lake anagundua labda ngozi yako ni dry skin, tunaelewana vizuri. Kutokana na maelezo yako, anakupa vitu kulingana na yeye alivyoona ngozi yako ikoje, kulingana na maelezo yako lakini unakuta labda amekosea, labda hakukuelewa wakati unaongea, unaelewa vizuri, anakupa vitu vya dry kumbe wewe labda ni sensitive, labda wewe ni nini ni, ni oil skin. Kwa hiyo unaweza ukachukua vile vitu vika vika, lakini sasa utakapoenda kutumia zikaja zikakupa matokeo mabaya, ukirudi kwake ndio anagundua okay, hivi vitu mimi nilikosea, huyu uenda ni mtu fulani, nimpe vitu fulani. Lakini sasa imekuwa imekuja kuwa, ukienda kuhudumiwa na mtu wa vipodozi akikupa kitu kikaja kikakupa matokeo tofauti, unambebesha lawama, unamkashifu, unampa jamani. Ifike muda muelewe tofauti ya huduma nyuma sunala vizuri na muonekano. Watu wengi wanaenda kwa watu wa vipodozi kwa kufuata muonekano wake, yani imemlazimu ime, ime. sasa hivi mtu akiamua kuanza kwa biashara ya vipodozi awekeze kwanza kwenye ngozi yani, kama una msingi wa milioni tano basi milioni mbili yote utatia kwenye muonekano wako, yani uhakikisha huna chunusi, uhakikisha huna sungu, uhakikisha wewe umenyoka, huna michirizi, ndipo uingie kwenye biashara ya vipodozi, kwa sababu watu wa vipodozi hawaangalii huduma, wanaenda kuangalia muonekano wa mtu. Sasa hivi watu wa vipodozi wanaogopa kutumia filter kwa sababu mtu wa vipodozi akionekana anatumia filter ataonekana anauza vitu vibaya, kumbe ukweli kwamba mimi ninavyouza na muonekano wangu havihusiani kabisa, kwa sababu ngozi yangu sio ngozi yako. Tunaelewana vizuri yaani? Sasa hivi mtu wa vipodozi akiposti kitu e, onesha wewe kama una sugu, my love. naweza nikawa na sugu lakini nikakopa wewe dawa nzuri ya sugu, alafu niwaambie ukweli. Ukweli huu um, ni mchungu lakini ndio ukweli, ukweli ambao hautibiki jamani. Watu wengi wanaojua vipodozi hawana muda na vipodozi, huu ndio ukweli. Mimi namkumbuka mtu wangu, mwalimu wangu wa lipsi. Mimi nikwaga na lipsi nyeusi sana jamani, mwalimu wangu wa lipsi ana lipsi za nini, zimechanika chanika, zina magamba, lakini my love ana vidawa vizuri vya kufanya upate pinki, nini, lipsi za pinki. Mimi nilitumia siku tatu, tena ananifundisha namna ya kutengeneza scrub ya lipsi. Ya ana taaluma hiyo, lakini yeye ana lipsi mbaya na usiza hivi umewakosesha confidence. Hata watu weusi hawezi kukuambia kwamba mimi nina krimu nzuri ya kukungarisha kufanya kuwa mweupe kwa sababu yeye mtu mweusi. Kumbe kuna tofauti baina ya muuzaji na mtumiaji, sio kama vitu vitu, lazima mtofautishe. Ndio maana mimi hamna mtu ambaye na mdharau wa vipodozi kama yule ambaye anakuja kuwaaminisha watu kwamba ana vitu vizuri kutokana na muonekano wake. Huo ni ujinga wa kiwango kalchalani, kwa sababu muonekano wako haumaanishi kwamba wewe una vitu vizuri. Muonekano wako unaonesha tu kwamba wewe unajua kutumia vitu au unafatisha. Lakini sio kwamba wewe una vitu vizuri. Yaani mimi kuwa mrembo ndio maana nawaambia watu, usije ukanunua kwangu vitu kwa sabu, vitu vya sugu kwa sababu umeona sab mimi sina sugu. Au kanunua vitu vya uso kwa sababu vya chunusi kwa sababu unaona mimi sina chunusi. Njoo uone huduma yangu ninavyotoa. Nikusikilize, nisik na wewe ukiona umenielewa, pata huduma kwangu au hujanielewa, unaruhusiwa kwenda. Kwa hiyo nawaombeni sana wateja wa vipodozi inapotokea umehudumiwa kitu akija kupenda, usimlaumu mtu au kuona kwamba aunafikia tu unaanza kumkashifu no. Inatokeaga yani, ni kawaida. Hata huyo unayemwamini kwamba anaweza kukupa huduma nzuri, inawezekana kabisa akakupa huduma ambayo wewe ikakupelekea vibaya, lakini sio kwa sababu vitu vyake vibaya. No, ni kwa sababu tu tunapotoa huduma za vipodozi jamani, hatuna vipimo kusema tunajua kabisa kabisa huyu hapa ni ngozi yake ni oil, tunajua kabisa huyu hapa ngozi yake ni dry, tunajua kabisa huyu huyu ah, kompli... hapana ha, isipokuwa tunakuzokana na uzoefu so, lakini pia confidence za kuamini kwamba huyu huenda akawa yuko hivi, lakini ukweli, ni kukosea ni kitu cha kawaida sana, yaani kukupa mimi kitu ambacho kinakuja kwako kinakuharibu ni kitu cha kawaida sana. Ndio maana nasema hivi usigai usi, yaani usija ukagaidi kwenda sehemu kwa kosa la mara moja. Kuna mtu alikuja hapa, mimi nimetoka kwa fulani amenihudumia hiki, nimetumia wiki moja tu. Hapana, no no no, unatakiwa kurudi, kwa sababu yule alishakupa nafasi ya kwanza, umemhudumia. Ukienda mara ya pili, atafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo, ninawaombeni kama mnataka kuwa na ngozi nzuri, kuweni na subira, waaminini watu mliowachagua wawahudumie, lakini tu usihudumiwe na mtu ambaye anakupa yani uhakika kwamba Yaani unapokwenda kwake, yani anakwambia chukua tu hii hapa, ah, lazima akusikilize. Jamani uhusiano wa kusikilizwa na vipodozi ni kwa asilimia mia. Kwa sababu wewe mfano ulitumia labda American Dream. Sawa, unakuja American Dream imekuhadibu. Ukiniambia kwamba ulitumia American Dream inatakiwa nikupe kitu ambacho hakina ingredients zinazofanana na American Dream. Tunaelewana vizuri? Mfano unakuja kuniambia labda mimi nilikuwa naishi Moshi. Ma, mtu ambaye anaishi Moshi na mtu ambaye anaishi Dar es Salaam hawa ni watu wa nia hali ya hewa tofauti. Kwa hiyo huwezi kuniambia kitu kilichompenda da akienda Moshi kitampenda. Ndio maana unakuta mtu wewe uko zako da unatumia vitu vyako vinakupenda vizuri kabisa. Lakini ukivibeba kwenda navyo Arusha vinaku vinakuharibu, unaenda navyo Dodoma vinakuharibu. Sio kwa sababu vimekuwa vibaya no, ni kwa sababu hali ya hewa. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinahitaji elimu ya kina sana. Mtu vumilie, mtuelewe na muwe na subira ndio tutaelewana sisi na nyinyi. Si kama tunaelewa. Na mfano ishu ya sugu, ishu ya sugu ni ishu ambayo inahitaji elimu kubwa sana, kwa sababu watu wengi wameaminishwa kwamba vitu vikali ndio vinaleta sugu, sugu ndo inasababisha sijui mtu akitumia makrimu sijui, lakini ukweli kuhusu sugu, kuna watu wa hawatumii cream lakini wana sugu. Kwa hiyo so, chanzo kikubwa cha sugu ni maji. Ndio maana ukimwona mtu mwenye sugu da sugu yake kidogo inatizamika, lakini ukikuta mtu ana sugu Dodoma, mtu mwenye sugu Arusha, mtu mwenye sugu Singida, ni sugu ambayo unaweza kuhisi kama huyu amechoma mpaka masindano ya makrim, yani sugu yake inakuwa ni sugu promax. Sio kwa sababu ya vitu vikali, hapana, ni kwa sababu ya hali ya maji. Kama mnavyojua maji ya Singida ni yale maji ambayo ya yana madini fulani ambayo pia hata meno yanaweza yakaharibu. Haya maji yako pia Moshi, Arusha Sawa, haya maji uki wa mtu ukiwa unaoga na unapaka vitu ambavyo vina drop nini au vina zile siu acid. Ni kawaida sana kupishana kwenye mrundikano wa ngozi maeneo haya, muda mwingine humu paka humu. Kwa hiyo hii ni elimu ambayo mtu ambaye anaamini kwamba subu ni vitu vikali, ukimuingizia elimu ni vigumu sana kuelewa. Jamani, matokeo ya haraka na huna hela, unapenda matokeo ya haraka, mrembo, hela huna, tulishasema Kutibu sugu, kutibu michuruzi, michirizi sijui <laughs> kunahitaji muda, panahitaji space mlembo wangu, jipe muda. Kulitishia endeleeni, nimekuja mbele yenu, naona vitisho vimekuwa vingi. Wauza vipodozi mna panic sana na mmeamua kuja juu sana kwenye hili swala. Jamani, aliyetajwa ni Janel Store, Janelle Store, muelewe hilo. Na sio tu Janelle Store, wapo wauzaji wengi sana mnatuuzia vitu vibaya wengi. Na mna, na mnatuuzia vitu vibaya kwa sababu mnakuwa sio wa kweli. Mnaongea uongo au muelezi mteja wako kitu cha ukweli. Hilo ndio tatizo. Naombeni niwaulizeni swali wana wasichana wenzangu wote. Jamani, kwenye mtandao ya Plus ina ina, ina trend kwa sababu gani? Ina trend kwamba ni losheni ya kuwa mweupe. Sio losheni ya kung'aa tu. Hebu ingieni TikTok, mwangalie Yellow Plus inavyotangazika. Ni losheni ya kuwa mweupe, pe. tena sio mweupe mweupe pe, lakini namkuta Pretty, Pretty Cosmetics anaongea upuuzi. Nani sijui huyu, jamani. Mimi sina anachopoteza hapa, nyiye mtapoteza, sio mimi, kwa sababu mimi amna mtu ambaye ananania ananiwazia. Mnakaa mnaongea vitu vya ajabu bado kuna mtu ananipigia simu, njoo uko wapi? Watu mpaka wanani, wanataka kujua nilipo, sijui mnataka kuja kunipiga, sijui mnataka kuja kunifanya nini? Jamani, mimi siogopi chochote na nitaendelea kusema kwa sababu hela yangu ina mi, ni mfanya biashara mdogo, mtoto mdogo, mimi ni mtoto wa elfu mbili original, sio fake ndugu yangu, kwanza ulijue hilo. Siogopi chochote, yaani siogopi paka, naingia hapa afu mimi masuala ya mtandao sio mambo yangu. Hilo la kwanza, mlielewe, masuala ya mtandao sio mambo yangu, muwe mnaelewa masuala ya mtandao sio vitu vyangu mimi kabisa. Sasa napokuja kuongea kitu changu, mna ki, mna paniki kabisa, mnatoa mijasho, mnajitetea. mwambie mteja wako ukweli, michirizi haitoki kwa mwezi, miezi, miaka, mwambie ukweli, dawa ya sugu, mwambie ukweli. Mimi sisi mnatuchanganya. Mimi Janeli hakuna sema ameniambia kwamba sugu zinatoka kwa, hakuna sijaambiwa kitu kama hicho hicho, sijaambiwa kitu kama hicho, mimi sio chizi. Mnakuja mnanilaumu, wengine mpaka mnaniambia uko wapi? We Janeli mwenyewe unaniambia mimi sijui uje unio, uonane na mimi sijui unataka kunipiga sio, unataka kunifanya nini? Sijaelewa mpaka saizi. Kama kweli una shida ya kunirudishia nusu asala, nirudishie pesa yangu, ila habari za kuniona, unataka kuniona ili unifanye nini? Unataka kuniona unifanye nini? Unataka kunipiga? Kwanza dukani sitoingia, sasa hivi sitoingia dukani. Kunipata hamto nipata dukani. Najua kuna watu mnanipangia vibaya, unataka kunifanyia vitu vibaya, lakini Ukweli lazima niseme. Maana mimi nashindwa taku yaani nashindwa yaani nashindwa na, na sijui na, nifanyeni. Imekuwa too much. Kuongea ukweli watu wanapani. Mnapani nini wauzaji vipodozi? Mnapani kinini? Mnapani kinini? Kinini? Eti sijui kitu kinamkataa mtu. Ndio tunajua vitu vinawakataa watu. Kwa nini usiwe mkweli? Nime kitu kimenikataa niambie, ye yeah, da kime, dada kimekukataa kweli, lakini kuna solution eh, labda ngozi yako moja mbili tatu tunaelewa lakini, tunavyowaambia kitu kinatukataa mnakasirika, ni matatizo. Kwa sababu mtu paka anakwambia kitu kijamkubali, kija msikilize, mpe ushauri, msikatae. Sisi sio wajinga wewe, single zetu ni ngumu, huwezi jua. Lakini habari za kuja, mna mna paniki, mna ni... Maana watu mmenishambulia sana, mmenishambulia mno. DM zimejaa hivi, watu wananishambulia mimi. Jamani, siwaogopi wauzaji vipodozi mlio panic, na wajua na waangalia tu vizuri hapa. Prit Cosmetics ndo wa kwanza aliyokasirika. Dada nituwe na mdomo wako. Mimi mwenyewe nina mdomo. Nitue kabisa, issue haikuhusu kabisa. Kitu ambacho ukijui, tulia kaa kimya. Wewe ni kama mama yangu sijui. Tulia, usiongee vitu ambavyo hauna hata uhakika navyo. Mimi sio mweusi, point of correction. Mimi sio mweusi. Narudia tena. Maana yule dada alikuwa ni mweusi, ndio maana ajang'aa koma. Mimi sio mweusi. Kutaka kuwa mweupe afu unaongea kabisa laki mbili haiwezi kufanya kuwa mweupe. Nimeona video yako unaongea eti mimi laki mbili haiwezi kufanya kuwa mweupe. Sasa tuambieni kuwa mweupe inahitajika milioni moja, milioni mbili, milioni tatu au milioni tuambieni hapa, maana kama yellow plus inasemekana ni elfu sitini na tano na mtu anakuwa mweupe. Nimeenda kununua nimefanya vitu vyangu nimetumia laki mbili mnakuja kuongea tena eti laki mbili ni ndogo. Hivi kweli laki mbili ni ndogo jamani? Tuseme ukweli. Ifike mahali mwachege tu kuwalaumu, watu wanaosema ukweli. Mfanyie kazi. Pesa inauma, pesa inauma jamani. Kuna watu ambao tunaingia dukani hata kupata pesa hatupati. Tunajitafuta tunapambana kwa sababu ya familia zetu. Tunaongea ukweli mna nani? Sisi ni mambo ya TikTok sio mambo yangu. Mimi sio maarufu na si uhitaji huo umaarufu. Sio mambo yangu mimi. Mnavyonitishia sijui mnataka kuni. Ah, jamani atakaye nipige, atakaye nifanye kitu chochote kibaya, utalala ndani ndugu yangu. Hakikisha unakuja kunifanya kitu kibaya, ukinifata kokote, yaani uka, ukanifanya kitu kibaya, polisi itakuhusu. Haijalishi una jina au una jina. Hakikisha watu nao watu moja wanifanyia kitu kibaya, wowote wale. Maana wauza vipodozi wote mmekasirika. Naona mmepanic sana, yani mmepanic mno kuliko nilivyotegemea. Baadaye mngekaa chini mkajiuliza huyu dada analamika kwa sababu gani? Mnakaa mnajitetea tetea tetea, sijui hospitali, sijui nini. Mimi sio mjinga. Mi sio chizi. Mimi ndo mtoto wa 2000 na muelewa hilo. Mimi ni mtoto wa shingapi? Wa 2000 sio 4000. 2000. Tunaongea ukweli. Na sisi hatunaga lolote. Hatunaga baya. Tunaongea ukweli. Hamnaga mtu, hamnaga kurudi nyuma. Kaeni chini, mtafakari, muendelee kuwatibu wateja wenu vizuri kwa amani, maisha yaendelee. Habari za kutishiana sitaki. Kunitishia sitaki. Wewe kama unaweza sana kumpiga mtu, njoeni mnipige. Si unataka kunipiga? Njoeni mnipige. Njoeni mnipige. Simaweza kunipiga. Aya, nawasubiri mje mnibalue mniumize usu langu. Hapa nimetumia filter. Watu umeng'aa, ume, hii ni filter binti, na filter, ndio maana mnadanganywa, hii ni filter. Hey. Nasubiria mje mnipige, nimeongea yani, nasubilia Janel ni mpole jamani, hata kama sijui ameniuzia lakini ni mpole mstaarabu sana. Lakini nashangaa kwa ustaarabu wako Janel, unaniambia mimi uje mtume bodaboda sio aniletee hela inaingilia na vipi? Unataka ulikuwa unataka kufanya nini? Ulikuwa unataka kumtuma bodaboda aniletee hela. Maana mimi nimesema nataka nusu wa sala, niletee nusu wa sala. Tugawani mnirudishie hela yangu. Sasa unataka kumtuma bodaboda aje anifanyie nini? Maana yake mmepanga kitu kibaya juu yangu. Sasa nataka niwaambie kitu. Dukani siendi na hakuna mtakacho nifanya, na atakaye nipata kuja kunipiga kufanya chochote, jiandae kwenda jela ndugu yangu. Nina ushahidi, nina chatting, nina video, nina kila kitu. Mimi sio chizi, nina akili zangu timamu na sijatumwa na mtu kuja kuongea upumbavu, na mambo ya TikTok sio mambo yangu. Yani chote kitakachonipata, chochote kikinipata kuanzia saa hizi, endeleeni kunitishia. Sawa eh, endeleeni kunitishia.